lakini habari iliyochukua picha kubwa ndani ya gazeti la Mwananchi ni bomoabomoa makazi duni kutikisa mikoa 24. habari inasema bomoabomoa makazi duni kutikisa mikoa 24. hiyo ni habari picha kabisa kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Dr. Sla afumua mapya ya kina Mdee CHADEMA. E, Dr. Sla afumua mapya ya kina Mdee CHADEMA. Lakini Tanzania na Kenya si maadui wala si washindani wa kiuchumi. Hilo ni gazeti la Mwananchi, linaandika Tanzania na Kenya si maadui na wala si washindani wa kiuchumi. Lakini vikwazo kwa wanawake kuwa mabaharia nchini. E, ndani ya gazeti lako la mwananchi utafahamu vikwazo kwa wanawake kuwa mabaharia nchini. Lakini tukiachana gazeti la mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti letu la Zanzibar leo lenye habari kubwa inasema, Dr. Mwinyi kiongozi wa mfano. Hilo ni gazeti la Zanzibar leo kurasa wa mbele inasema Dr. Mwinyi kiongozi wa mfano. E, ni kwa kujishirikisha na mambo ya jamii. Lakini mwanasheria mkuu wa Israeli apigwa kupigwa kura kutokuwa na imani naye. Lakini kuna habari inayosema aliyejiripua kwa wivu wa mapenzi afariki, aliyejiripua kwa wivu wa mapenzi afariki. Lakini Kasim Majaliwa kukagua miradi Rombo, huyu ni waziri mkuu Kasim Majaliwa kukagua miradi huko Rombo na Dr Biteko awapongeza wabunge kuwasemea wa Tanzania yule habari ukurasa watatu inasema Dr Biteko wapongeza wabunge kuwasemea Watanzania. Lakini gazeti letu la Zanzibar leo habari kubwa ni ya Dr Mwinyi, kiongozi wa mfano. Hiyo ndo gazeti linaandika hivyo, ukurasa wa mbele ikachukua nafasi kubwa e, eh, Dr Mwinyi ni kiongozi wa mfano e, eh, ni kwa kujishirikisha na mambo ya kijamii. Lakini kwenye gazeti la Majira na lenyewe asubuhi ya, ya leo linaandika habari kubwa inayosema watanzania wahimizwa kutumia mikopo isiyo na riba eh, watanzania wahimizwa kutumia mikopo isiyo na riba. Hiyo ni habari ukurasa watatu. Serikali mbioni eh, kuandaa mifumo jumuishi ya usimamizi wa mazingira. Eh, serikali kuandaa mifumo jumuishi ya usimamizi wa mazingira, hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la Majira. Lakini bado kuna habari inayosema miaka minne ya Rais Samia na mafanikio ya DCEA, vita dhidi ya dawa za kulevya. Miaka minne ya Rais Samia na mafanikio ya DCEA, vita dhidi ya dawa za kulevya. Lakini kuna habari inayosema nemki ya kamata yateketeza tani 150 za vifungashio nchini. NEMC ya kamata yateketeza tani 150 ya vifungashio nchini. Lakini askofu ahimiza kuliombea taifa, aonya wanasiasa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, inasema askofu ahimiza kuliombea wanasia kuliombea taifa na kuonya wanasiasa. Lakini vifo vitokanavyo na TB vyapungua. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira, inasema vifo eh, vitokanavyo na TB eh, vyapungua lakini bado kuna habari kubwa inayosema Samia ametenda maajabu sekta ya nishati. Huyo ni Dr. Biteko sema Samia ametenda maajabu sekta ya nishati. Lakini mashine tisa yakabidhiwa kukamilisha MW eh, megawati 2115. Huo ni JNPM mradi huo, aitaka jumuiya wazazi ieleze Watanzania mafanikio ya serikali lakini Wasira: CCM kwa nafasi ya uraisi tumeshinda. Ee, uni e, Steven Wasira asema CCM kwa nafasi ya uraisi tumeshinda. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Habari Leo na lenyewe ukurasa wa mbele, tunaanza na habari ukurasa wa nane inaosema Tanzania yapunguza maambukizi ya kifua kikuu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nane kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini mwendo kasi wa gesi Dar es Salaam kuanza Aprili. Eh, uh, yuna habari inayosema mwendo kasi wa gesi Dar es Salaam kuanza Aprili. Yako mabasi mia moja kuanza kwa majaribio uh, yote kukamilika kabla ya Juni 30. Lakini bado kuna habari inayosema agizo la Tanga ya viwanda laanza kutekelezwa. Yuna habari ukurasa 21. Eh, uh, yuna agizo kutoka kwa Rais Samia inasema agizo la Tanga ya viwanda lazidi kutekelezwa, lakini lakini mvua ya leta maafa Musoma. Eh, uh, yuna uh, mvua kubwa. E, yaleta maafa huko Musoma hiyo ni habari inayoendelea kwa kina ukurasa wa saba. Lakini bado kuna habari inasema Biteko e, Samia asema Biteko Samia kafanya maajabu nishati achangiwa milioni 700 Dar es Salaam kabudi ataka mafanikio ya semwe. Hiyo ni habari ya ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo. Lakini bado kuna habari inasema Nemki yatafiti kuoza e, mifupa mbadala. E, na Nemki yatafiti kuoza mifuko mbadala. Hiyo ni habari inasema Nemki ya yatafiti kuuza mifuko mbadala. Hiyo ni habari huko gazeti lako la habari leo, ndio inaanza kwenye ukurasa wa juu kabisa kwenye gazeti hilo. Lakini gazeti la Uhuru na lenye yetu kiliangazia asubuhi ya leo, lenye linaandika Chatanda hawataka wanawake kujitokeza kuwania uongozi. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa nne ndani ya gazeti lako la Uhuru, inasema Chatanda hawataka wanawake kujitokeza kuwania uongozi. Lakini Mongela ahubiri amani na utulivu. E, Mongela ahubiri amani na utulivu hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti la uhuru eh, hilo ni kuelekea uchaguzi mkuu lakini bado kuna habari kubwa inayosema wasira aonya wageni kupora ardhi mipakani. wasira aonya wageni kupora ardhi mipakani asema ni lazima warudishwe kwao wakija waje kwa utaratibu lakini ataka serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani kuchukua hatua haraka asema eh, wakiachwa eh, wajenge makazi ya kudumu kuwaondoa itakuwa vita hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Huyo e, ni Steven Wasira, asema wa, awaonya wageni kupora ardhi mipakani, ataka wizara husika kuchukua hatua. Lakini wasomi wasifu wazo gridi ya maji taifa e, wasomi wasifu wazo la gridi ya maji taifa. Lakini BOT yaanika ukuaji wa uchumi e, ni Benki of Tanzania yaanika ukuaji wa uchumi. Sifa za Profesa Janabi zaibua madaktari bingwa e, sifa za Dr Janabi zaibua madaktari bingwa lakini Gavu pitisheni majina ya wagombea wenye sifa, lakini kuna habari inayosema SMZ ya tenga bilioni 27 ujenzi wa ghala la dawa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Uhuru, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuangazie gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Lenyewe linaanza na habari inayosema nemki imesajili miradi zaidi ya elfu nane ndani ya miaka minne ya rais Dr Samia. Au ni nemki imesajili zaidi ya miradi elfu nane ndani ya miaka minne ya Rais Samia. Lakini mashine, tisa, eh, JNHP eh, mashine tisa JNHP ya wasili nchini, mashine ya tisa ya JNHP ya wasili nchini muda wote mradi huo kihistoria eh, utakabidhiwa kwa serikali. Muda wote wa mradi huo wa kihistoria utakabidhiwa kwa serikali. Lakini BOT yatoa neno imara wa shilingi dhidi ya dola ya Kimarekani. BOT yatoa neno imara wa shilingi dhidi ya dola ya Kimarekani. Lakini bado kuna habari inayosema Wasira aeleza wa roho wa madaraka walioutaka urais CCM. Huyo ni Steveni Wasira azidi kutoa neno, wasema awaeleza wa roho wa madaraka walioutaka urais wa CCM. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaanza na habari kubwa. Msajili wa vyama vya siasa awalima barua Chadema mchome awa sababu. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini daraja la Somanga Mtama sasa linapitika daraja la Somanga Mtama sasa linapitika, na Profesa Kabudi ataja umahiri wa Raisi Samia. Huyo ni Profesa Kabudi ataja urai... u... uraisi wa Samia e, lakini sema umahiri wa uongozi wake unatokana na juhudi zilizofanywa na waasisi wa taifa la Tanzania katika kuandaa viongozi. Aeleza hatua ya wanasiasa kuzunguka katika mikoa mbalimbali kufanya siasa inamaanisha mfumo wa vyama vingi vya siasa umeimarika. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu lakini bado kwenye gazeti la Wamachinga mkia ni mkianika makubwa ni yapi? Basi pata nakala ya gazeti hili kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo eh, ni sakata la mchome msajili wa vyama vya siasa ailima eh, barua Chadema. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini huko Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara kuunganishwa na gridi ya taifa ruko Kagela, dindi na mtwara kuunganishwa na gridi ya taifa. Haya ni mafanikio makubwa kwenye nchi ya Tanzania na gazeti la mwanahabari limeandika habari hii kwa kidam. Lakini kuna habari inasema siku kifu yani 1225, ya kifua kikuu duniani 2025, Tanzania yapiga hatua kupunguza maambukizi. Dkt Moleli asema maambukizi mapya yamepungua kutoka wagonjwa 306 kwa kila watu el, kila watu laki moja mnamo 2015 hadi wagonjwa 183 kwa kila watu laki moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ikiwa na sawa na punguzo la asilimia arobaini. Huyo ni Dkt Moleli asema maambukizi ya, ya kifua kikuu yapungua nchini. Lakini Dkt Biteko aipa tano eura asimamia ajira kwa wazawa. E, Dkt Biteko aipa tano eura usimamizi wa ajira kwa wazawa. Lakini Wasira aonya wageni kupora ardhi mipakani. Huyo e, ni Steven Wasira aonya wageni kupora ardhi mipakani na tukiachana gazeti lako eh, la Mwanahabari, tuangazia gazeti la Dira ya Mtanzania lenye inaanza nambari inaosema msiwaruhusu wageni kupora ardhi. Huyo ni Wasira. Lakini Biteko, ya EWURA imefanya kazi kubwa kuhakikisha watanzania wananufaika na miradi ya kimkakati. Lakini Chalamila, jimbo la Ukonga litagawanywa litagawanywa. Huyo ni Chalamila, asema jimbo la Ukonga, la Ukonga kumradhi litagawanywa. Lakini Nemki yaanika mikakati iliyotumia kutokomeza gugu maji hilo ni gazeti la Dira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la kula rai ya mzalendo linaandika mvua yasababisha maafa makubwa huko Musoma. Lakini Deodatus Sibalile mgombea pekee wenye kiti jukwaa la wahariri tefu na Ridhwani awasili vijana, awasihi vijana kuzingatia ujuzi wanaopatiwa. Lakini nemki yafanya makubwa yafanikiwa kudhibiti kelele yafanya ukaguzi zaidi ya 1966 yasema ikiwa mamlaka itafanya makubwa zaidi, yapongeza Rais Samia kwa kuwa kiongozi shupavu. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo linaandika: Wasira, Askofu Bagonza uso kwa uso Karagwe. Ya huyo ni Wasira na Askofu Bagonza uso kwa uso huko Karagwe. Na Biteko alipongeza Eura usimamizi wa ajira kwa wazawa. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo kwenye habari kubwa ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na tuangazie sasa kwenye gazeti la Uelekeo lenyeni na nini linaanza na habari inayosema eh, miaka minne Samia afanya maajabu sekta nishati, lakini Majaliwa azindua lengo eh, lango jipya la kuingia hifadhi Mkomazi. Eh, huyo ni Kassim Majaliwa azindua lango jipya la kuingia hifadhi ya Mkomazi, lakini nemki ya nika manne makubwa aliyoyafanya Rais Samia. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uelekeo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani tunaanza na gazeti la kula uelekeo lenye linaandika Mnjuma Aisifu Singida kwa uwanja mpya. Huyo ni waziri naibu waziri eh, Mnjuma eh, Aisifu Singida kwa uwanja mpya. Lakini mvua na upepo mkali wavunja pambano lao na Yanga. Simba yaelekea yaelekeza mawindo kwa klabu Almasri. Eh, Simba yaelekeza mawindo kwa klabu Almasri. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini kimataifa, Ronaldinho eh, Romario kucheza Zanzibar. Huyo ni bingwa Ronaldinho Gaucho na Romario kucheza eh, Zanzibar. Na kwenye gazeti la ria Mzalendo ukurasa wa michezo, Simba yaifanya eh, ukachero Almasri. Eh, Simba yaifanyia ukachero Almasri. Mwamnyeto awatuliza Yanga, yuko imara. Huyo ni kapteni eh, Bakari Nondo. Mwamnyeto awatuliza Yanga, yuko imara lakini stars kuwavaa moroko usiku mnene e, stars kuwavaa moroko usiku mnene na gazeti la dira linaandika, e, hamisi mwinjuma mwana fa wa kongwe igeni singida kujenga uwanja na tamasha la kuliombea taifa kufanyika mikoa 26 kocha malale mechi yetu na yanga ni ngumu hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la dira lakini gazeti lako la mwanahabari linaandika ikangalombo wa kwanza kufunga bao la uwanja wa singida Fadu, awapa dozi Simba kuwachapa bigman, lakini Dr. Mpapai wana michezo tuseme mazuri ya Rais Samia katika michezo, lakini nyota eh, kulipwa Stars watu wa Kibabe Moroko. Lakini kwenye gazeti la wamachinga kuna michezo linaandika sinchimbi afukuzia kiatu championshipu, lakini kangalombo rekodi uwanja wa Singida Stars, Moroko usiku wa manane leo lakini kocha mashujaa anza na washambuliaji hiyo ni habari kubwa kabisa, kwenye gazeti la wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti la taifa tanzania linaandika naibu waziri e, na ikangalombo waandika rekodi e, naibu waziri na ikangalombo waandika rekodi, vilabu nje ya simba na yanga vyashauriwa kuwa kitu kimoja. Lakini kocha moroko kesho kuandika historia moroko, hiyo ni habari kwenye gazeti ya taifa tanzania. Lakini kwenye gazeti la habari leo linaandika nyota stars wa jiapiza mvua ya vunja pambano Singida na Yanga mpanzo Simba tulieni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa za michezo. Lakini gazeti la Majira, kila la heri Stars leo dhidi ya Moroko e, kila la heri Stars leo dhidi ya Moroko. Wachezaji waahidi makubwa. Mwenjuma azindua rasmi uwanja wa Singida. Lakini Simba kwini waifuata getsi program Dodoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini Zanzibar Leo kwenye michezo naandika Taifa Stars na mtihani wa baridi ikiva Moroko lakini uh, Gombani fitness ya wafuturisha yatima na Yanga princess dimbani leo Fountain Gate Malindi uh, kuanza mazoezi siku kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti la michezo, gazeti la Mwanaspoti lenye linaanza na habari kubwa inayosema soa na sila in, lakini musonda na chama auti baridi ya Moroko. Asante msuva, karibu mwalimu uh, baridi ya Moroko. Asante msuva uh, karibu mwalimu